Muda huu kutoka katika tovuti rasmi za bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge hilo linasikitika kutoa tangazo la eh, kifo cha kiongozi mwingine mkubwa ambaye amewahi kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia waziri ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni taarifa nyingine mpya na mbaya sana Eh, kwa taifa la Tanzania ambapo bunge linasikitika kumpoteza kiongozi mwingine mkubwa, eh, ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muda huu, katika meza yetu ya habari, tunaye mwandishi wa habari mwandamizi kutokea kule jijini Dar es Salaam, hapa anatupitisha katika muhutasari wa historia ya kiongozi huyo ambaye amehudumu kama mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia ameshika nyadhifa mbalimbali ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwanasiasa mashuhuri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumsikilize hapa mwandishi huyu mwandamizi kutokea kule jijini Dar es Salaam akitupitisha katika muhtasari na muhtasari wa historia ya kiongozi huyo. Ni kweli taarifa hizo zimethibitishwa kutoka katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba wamepokea kwa, kwa masikitiko kifo cha mheshimiwa Jenista Joakim Hagama ha. Ni kupitia taarifa hizo zimethibitishwa leo hii kutoka katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kupitia kwa spika wa bunge ha. Maswali yamekuwa ni mengi kupitia mitandao ya kijamii wakiuliza sababu na chanzo cha kifo cha mheshimiwa, lakini mpaka hivi sasa mamlaka husika haijathibitisha ha, sababu au chanzo chochote kilichopelekea mpaka umauti kumfika mheshimiwa. Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama huyu amewahi kuwa mbunge pamoja na kuwa waziri, na vile vile amewahi kuwa mwanasiasa nguli na mashuhuri sana katika nchi uh, yetu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Historia uh, na mutasari wake kwa ufupi, uh, huyu Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama ni mbunge na mwanasiasa kama tulivyotangulia kusema awali ah, uh, ni raia wa Tanzania, lakini amezaliwa katika amezaliwa katika mkoa wa Tanga ambao kwa inatambulika kama jiji la Tanga katika siku ya tarehe ishirini na tatu mwezi wa sita mwaka elfu moja mia tisa sitini na saba. Kama tulivyosema ni Mtanzania na kila mtu anafahamu, lakini ameingia katika siasa rasmi ule mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba akiwa kama mwanachama Uh, wa CCM ni chama cha mapinduzi, lakini naweza kusema kwamba kabla uh, uh, di... <laughs> ah, ka ya huo mwaka elfu moja mia nane themanini na saba kupitia chama cha mapinduzi, Jenista alisoma katika sekondari, alisoma katika shule sekondari na akapata diploma ya elimu katika diploma ya elimu ya DPED kutoka chuo cha Korogwe Teachers Training College na baada ya hapo aliajiriwa alijia, kama mwalimu aliyefundisha kwa miaka kadhaa katika uh, kada elimu, lakini kuanzia mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba kama tulivyosema awali, kupitia chama cha mapinduzi yaani CCM, ndipo alipoanza rasmi kazi zake za siasa kupitia vyama vya vijana na wanawake ndani ya chama. Kwenye siasa za bunge aliingia kama aliingia kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili. Hapo tunasema aliingia mwaka elfu mbili kwa sababu kuanzia mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba ni mwaka ambao sasa alianza kujihusisha na siasa, lakini rasmi sasa kuingia kwenye, kwenye siasa za bunge, alikuwa mwakilishi bungeni, ilikuwa ni kuanzia mwaka elfu mbili kupitia tiketi ya viti maalum vya wanawake ilivyowasilishwa ili kuongeza ushiriki wa wanawake katika siasa. Na huyu Jenista Joachim Muhadama ni mbunge wa jimbo la Elamiko. Eh, jimbo hilo liko ah, Tanga. Mwaka elfu mbili na tano Jenista alipata ah, viti vya ubunge kupitia jimbo la Elamiko baada ya kushinda katika mchujo wa CCM dhidi ya Simoni Mbirini aliyekuwa waziri wa fedha. Alifanikiwa kushinda kiti hicho tena katika uchaguzi uliofuata akiwakilisha wapiga kura wa Teremiho bungeni. Alifanya kazi kubwa katika ujenzi wa kazi za Bunge ambapo katika mwaka elfu mbili na tano mpaka elfu mbili na kumi aliibuka kuwa mmoja wa bunge waliotoa michango mingi na mijadala na maswali amawaziri akionyesha ari kubwa ya kazi yake bungeni. Amehudumu pia katika kamati mbalimbali za ndani ya bunge na ndani ya CCM. Lakini hakuishia tu kuwa mbunge mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama, lakini pia aliweza kushika nyadhifa mbalimbali zaidi ya ubunge katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hapa tunaona aliweza kushika nafasi mbalimbali za uwaziri serikalini ikiwemo kuwa naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi kuanzia mwaka elfu mbili kumi na nne mpaka elfu mbili kumi na tano Hapo tunajua ilikuwa ni kipindi ambacho ilikuwa ni kipindi ambacho kilikuwa hmm. ni cha utawala wa mheshimiwa Jakaya ya Mlisho Kikwete, ili elfu mbili kumi na nne mpaka elfu mbili kumi na tano alipokuja kuingia katika uchaguzi mwingine mkuu. Na baada ya hapo waziri alikuja kuwa waziri wa fedha bunge na kazi vijana. Nafikiri hapo watazamaji wetu wananielewa vizuri, waziri wa sera bunge kazi na vijana, mwaka elfu mbili kumi na tano chini ya utawala wa rais John Pombe Joseph Magufuli. Tunaona jinsi gani ambapo alikuwa ni mwaminifu katika utendaji wake wa kazi, kwamba ile mwaka elfu mbili kumi na nne mpaka elfu mbili na kumi na tano ikiwa ni kikundi cha mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete aliweza kumpa waziri katika nyanja ya elimu na ufundi, lakini ilipofika mwaka elfu mbili kumi na tano hiyo. Lakini pia baada ya kupatikana uongozi mpya na serikali mpya, mpya chini ya mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli bado aliezea kuaminiwa na kupata waziri kama ambavyo tunaona na, lakini pia aliwahi kuwa waziri ofisi za kazi katika ofisi ya rais. Eh, kwa Kiingereza anaweza kusema, good governance and public service tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili lakini pia akawa waziri wa afya wa Tanzania wa kuteuliwa kushika wadhifa huu mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na nne Nafikiri tunaona jinsi gani ambavyo walikuwa wanaendelea kuaminiwa na uongozi tofauti tofauti katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni kutokana na kuonyesha mchango mkubwa katika maendeleo ya bunge na siasa hasa hmm, kwa upande wa akina mama. Jenista amechangia amechangia sana kuibuka kwa wanawake wengi katika siasa za Tanzania kupitia uongozi ulioweka mfano kwa wanawake vijana. Ameonyesha niye uongozi thabiti katika nyanja mbalimbali za sera za umma, ajira ya vijana na walemavu, utendaji kazi wa umma na siasa ya afya. Yes, ndugu mtangazaji, tunaona sasa namna ambavyo anaweza kuwa mwajibikaji katika nafasi ambazo amewahi kuzishika katika uh, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi chote hicho, hmm, ameendelea kuwa mwaminifu na mchapakazi mpaka sasa ambapo mauti umemkuta katika siku hii ya leo ambapo ni tarehe kumi na moja mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano hmm, na hiyo ndio historia na muhtasari mfupi ambao tunaweza kuzungumza juu ya muheshimiwa